Pongeze Ahmed Ali kazi anaoifanya, ujue hawa watu wanapaswa waige kila jambo Ahmed Ali anafanya, tokomeza jinzi feki. Ni anaifanya kiutofauti, sawa. Kuna mwenzetu yule alijaribu kufanya hilo jambo kidogo aendejela, ujue alienda kuvamia maduka Kariakoo, kuvamia vamia mwishoni watu kidogo wakamficha waka kwanza wakamgongagonga wakamtuliza. Hasa huyu mwamba yeye, kaja na staili tofauti, anachukua mzigo original, anatembea nao mikoani kuwaelimisha watu bana, hii ndo original hii, hii Simba ni feki ukiona iko hivi, ndo ya kwetu sisi. Uko vizuri sana. Naongea na nani? Naongea na Saidi Moha. Saidi Moha. E, sijaja na mwenge mimi yeah. E, nimekuja na nauli. Nadhani umesikia story hapa mzee, wanaopeana Yanga wamekuja na mwenge, nimesikia hiyo bwana, nimekuja na nauli. E bwana, wanasimba kwanza nimtakie heri ya kuzaliwa semaji letu la Afrika, tumejali tumpongeze sana, Mungu amzidishie ampe umri mrefu kikubwa zaidi bana, nadhani umepata historia kwa mzee huu, sio sawa na mzee mpira, ujue umesikia maarifa haya eh? E, awa ndo wazee wanaojua mpira wenye wazee wa Simba na mzee mpira naelewa eh? Kwanza yupo katika ka klabu ambaye yenye nembo Simba, wale ukiwauliza nembo yao wajui ni nembo gani. Yanga wana nembo, unajua nembo Yanga kuna watu wana sketi mle kuna watu wana <laughs> vitu vya ajabu ajabu katika nembo, umeelewa? Na ndio maana huwezi kuulizwa na mtu ukaijua uka nembo ya yanga ikweje. Hata sahizi umuulize mtoto anayependa yanga, muuliza nembo yenu ina nini na nini, hawezi kutajia kwa sababu sio klabu ya mpira. Hii ni klabu ya mipasho. Mbaya zaidi mwaka huu umetoa jezi na mpasho kama kama vitenge vya Nida. <laughs> ihina mipasho, jezi ina mipasho a, vitu vya ajabu ebana. Simba tuwapongeze sana kwanza, wana uongozi mzuri sembuse. Wale wenzetu wale tofauti kabisa, vitu viwili tofauti, tunahitaga mavula vula. Yani wewe ukiwa mwana Yanga ukishindwa, yani ukiwa ukishindwa kuongoza Yanga huwezi kuongoza hata wanafunzi wachekechea ile klabu ya Yanga ukipewa, ukishindwa kuongoza wanafunzi wale wa chegeche wezi kuwaongoza, kwa sababu unaongoza watu ambao hawana maarifa. Wameahidiwa uwanja pale, yule mwamba anaingia pale, anaambia bana, kiwanja nawajengea, baada ya misimu miaka miwili kiwanja kitakuwa tayari. Huu mwaka wangapi uko pale, kiwanja bado? Juzi kati hapa alikuwa na mkutano wao, anawambia bana, tushapata hati kwa kiwanja na mdhamini wetu, anamuinua yule baba yake alompeleka pale, bana, huyu ndo atakuwa mfadhili wetu, muona washaongea na baba yake alompeleka pale kwenda kuongoza wale makondoa, akaambia mimi nitawaambia hivyo, wale wale mang'ombe na umetikia. Ah, ndio mwaka wangapi unaendelea pale? Wewe utajenga uwanja pale, wenye dimbu lile, utaweza, utaweza kujenga uwanja sema? Wanahamisha wanahamisha nini? kama kile kifusi pale kinawashinda paka leo watahamisha pale, wataweza eh? Pale kwao walipokuwa wanaita Kaunda pale pameshinda mpaka leo, hata watoto tu wafanye mazoezi wameshindwa, wataweza kuhamisha pale bahari pale? Yani wewe ukishindwa kuongoza Yanga huwezi kuongoza sehemu nyingine yoyote eh. Bana, tumeongea mengi sana, naomba kufahamu kuhusiana na hii kampeni ambayo tukomeza jezi feki eh, ambayo Simba wamekuwa wakiifanya takribani mikoa kumi nchini Tanzania, wanaitembelea ili kuwahamasisha na Simba kununua bidhaa halisi eh, za klabu wako, za msimuhu, una, kwanza wewe kwa upande wako unazizungumziaje jezi za msimu huu na unazungumziaje hiki ambacho Simba wanakifanya? Kwanza, kuhusu swala la jezi, nipongeze Ahmed Ali, kazi anaoifanya. Ujue hawa watu wanapaswa waige kila jambo Ahmed Ali anafanya tokomeza jinsi feki ni anaifanya kiutofauti sawa. Kuna mwenzetu yule alijaribu kufanya hilo jambo kidogo aendejela hujui, alienda kuvamia maduka Kariakoo, kuvamia kuvamia vamia, mwishoni watu kidogo wakamficha waka, kwanza wakamgonga gonga, wakamtuliza Asa. Huyu mwamba yeye kaja na staili tofauti anachukua mzigo original, anatembea nao mikoani kuwaelimisha, kwa watu bana, hii ndo original, hii ni feki, ukiona iko hivi ndo ya kwetu sisi Simba, sawa. Sasa inabidi wao wajifunze, sio kama walichokifanya wao. Wametoa jenzi awamu ya kwanza, sawa. Haijapita wiki mbili, wafanyabiashara wale ambao amewauzia jenzi bado wana mzigo, wanalia nao Unakuja unatoa jezi nyingine unawaambia niliotoa mimi ni feki, ile ya mwanzo ile. Eh, aliotoa yeye feki, katoa tena nyingine ambayo anakuambia ndio original. Ile yenye nembo ya GSM hapa ni feki, yenye nembo ya Nia ndio original. Sasa kuna mfanyabiashara ushampa mzigo wa kutosha, sawa, hajaumaliza, unamtolea jezi nyingine. Ndio ndio maana nakwambia, yani ukiongoza Yanga yani inabidi kwanza uenjoy kwa sababu unaongoza watu ambao hawajielewi. Unaelewa? Umehapa watu watu wa watu watu watu hasara bado wana mzigo, unawaletea tena mzigo mwingine afu unatangaza kabisa ile ni feki. Kweli tunapaswa tuelimisha wao kuwa hizo mnazo kusema feki, ampasu mseme hivyo. Inabidi kwanza mpita na mzigo wenu original kama ilivyo, kama anavyofanya Ahmed Ali, anapita na mzigo original bana, ukiona hii iko hivi, iko hivi, hiyo ni tofauti ya kwetu sisi ni hii Sawa bana, kwa hiyo ndio elimu ambayo inatakiwa itolewe. Nashukuru sana kwa hilo, inabidi waendelee kuija sawa eh? Na vitu vipo vingi vya kuija saizi hapo, ukiangalia jezi hiyo hmm. Bana, ni mashine, lakini wewe unaionaje kwanza, jezi umeiona eh? Sasa ili sasa uwe uweze kuwa kama huyu, inabidi uwe na watu wenye taaluma ya mpira sawa eh? Ukiwa na watu wenye taaluma ya mpira ndo utapata vitu kama hivi, sawa? hii ni kampuni wanaita nini? dia dora. Umeona hii mashine hii? Ili uvae kitu kama hii, lazima uwe na viongozi wenye uelewa hasa. Nikuulize, ile jezi ya Yanga imetengenezwa na kampuni gani? wametoa mara mbili, fahamu wenyewe. Wametoa mara mbili, hazijulikani. Labda hii kampuni ya pili ndio tunaweza ukaifahamu kidogo kwa sababu ipo mtaani tunaiona, andia ninia ile, ile kidogo tunaweza tukaifahamu. Ni kampuni ya dada yetu mmoja, na bidhaa zake anazitotoa mtaani, wanatumia wakina mama. Ile nadhani ndio kidogo ile tunaijua ile. Hey, ile, kwa sababu... <laughs> <laughs> <laughs> ile ile ile tunaijua kidogo, dada zetu na mama zetu wanaitumia ile, tunaijua ile. Ile ya kwanza ile hatuifahamu kiukweli, kwa mimi binafsi siifahamu bana. Mimi nikushukuru, nashukuru sana <laughs>